Mfumo ambao haukuwezekana mwaka jana, mwaka juzi, leo anatuambia kupitia chama kinachofadhiliwa na serikali, chama kibaraka wa serikali, kwamba watafanikisha ko kwa chama chetu kimekataa huo uhuni na siasa za uragani. Na bahati nzuri, vyombo vya nchi hii viko control, vya habari vingine vinajifanyia self censorship, vingine vinaelekezwa nini cha kuandika wengine wana ajenda dhidi ya Chadema. Kila siku wao ni kuandika chadema inakufa chadema inakufa. <laughs> Kuna watu kupitia Chadema hii wameshangiliwa sana, wakafikiri ni wao, wakafikiri wao ni maarufu, lakini sisi tunawaruhusu waende bila Chadema na bahati mbaya sana hawajawahi kushinda hata udiwani hata ubunge. They, they know nothing, hawajui chochote what it takes mtu kuwa mbunge. Halafu wanasema wanaakili kuliko kati mkuu ambaye ni serial winner ameshinda ubunge mara miaka miaka kumi. Kuna mtu anasema kwamba mimi, hey, mimi ndio nilikuwa engineer, amegombea ubunge miaka ishirini ajai kupata hata asilimia 30. Kuna wengine hata kwenye ule upepo wa roasa mkoa mzima walishinda, akashindwa tu yeye tu mmoja alai <laughs> <Amre>, mashine nawaangalia. <laughs> Kwa ndugu zangu, kamati kuu imeazimia mapengo yote yazibwe, na tuna watu wengi kwa kweli. Msikii sikiliza, hakuna chama ambacho kinaweza kuitisha mkutano organic kwamba oh ya hapa Kinondoni cha dembe na hutubia kikajaza kama sisi, including sisi, akipo sisi, hili sisi, wafanye mkutano. Shule zinafungwa wanafunzi wana, wanaambiwa vaeni uniform, nguo za kawaida, na kuna sehemu wameenda kama Maswa, wamekosa mkutano. Mmemsikia mzee wa Mpox anapiga kelele, kuna sehemu ameenda eti anajaribu kutujibu, tulikopita hamna mtu. <laughs> ameenda masu wa Mpox hajapata watu mnamjua Mpox na Ebola. <laughs> Kwa hiyo hakuna chama kina uwezo huu. Ndio maana wanafikiri kwamba wakichukua watu kutoka Chadema kwamba sasa ndio watajigeuza wawe Chadema. Chadema ni imani, ni mwelekeo, ni hope ya watu na ni kwa sababu ya misimamo yetu, wananchi wanatuunga mkono kwa sababu ya misimamo yetu ya kweli. Hiki chama hakina ambaye yuko juu. Tumewahi kufukuza watu hapa tuliowapenda kuliko mtu yoyote. Hiki chama kilimfukuza Kitila Mkumbo, kilimfukuza Zitto Kabwe, hiki chama akiwa maarufu naibu kati mkuu. Hakuna mtu ambaye anazidi hiki chama umaarufu na nguvu hayupo. Tarehe mbili mwezi wa tano saa saba usiku, mwanachama wetu Mdude Nyagali alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa hajulikani alipo. Imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupotezwa. Tumefikia mwisho wa uvumilivu. Tumefanya kosa gani kwenye njii? Kosa letu ni kuwa wanasiasa wa upinzani, kwa kitu ambacho katiba yetu inaruhusu Mtu mmoja kwenye nchini ni mtu wa thamani kuliko kitu chochote. Magari yakipotea yatanunuliwa, ndege ikipotea ki, ki, itatengenezwa ita nyingine. Binadamu ni Mungu pekee aliyetupa uhai tunaoutumia. Inakuaje watu kwa mamia wametekwa, familia zinalia, na hivi muda si mrefu nimeambiwa kwamba kijana Kaswahili ambaye ni mwanachama wetu naye tangu tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano huu hajulikani alipo, familia yake imeanza kumtafuta. Tutakuwa kwenye hali hii mpaka lini? Tunatekwa kama kuku, kila baada ya muda anaondoka huyu, kila baada ya muda anaondoka huyu. Na niwakumbushe hawa wanaotumwa na kutumika kufanya hayo matendo. E, wakati wa uba, wakati wa utawala wa Adolf Hitler Ujerumani na Nazi, matendo maovu yaliyofanywa na watu waliokuwa chini ya utawala wa Adolf Hitler, wanatumwa kuwa watu wanatesa watu, wananyanyasa watu. Baada ya Adolf Hitler kushindwa na kuondolewa walikamata. Kuna kesi maarufu sana inaitwa the Nuremberg trial. Watu walipoenda wakaanza kujitetea kwenye hiyo Nuremberg trial kwamba sisi tulikuwa tunatumwa na, na na watu kutoka juu kufungia watu kwenye torture chambers ambazo walikuwa na wachoma na gesi mpaka wanaungua wanakuwa mifupa na majivu, kukata watu vichwa, kuua watu, wakitegemea kwamba ushahidi watakaotoa au utetezi huo kwamba tulikuwa tunatumwa na viongozi kutoka juu utasimama. Hamtakuwa na utetezi kwamba mlitumwa na watu kutoka juu kufanya vitendo hivi, utawajibika wewe kama wewe Nchini ya kwetu kuna sheria ambazo tumekubaliana kuzifuata. Heche anakosa, akamatwe, apelekwe kwenye vyombo vya dola, sio kumpoteza. Mnafanya hivyo kwa sababu nyie ni wa binafsi, mnapenda madaraka. Mtu ambaye sio mbinafsi akiona wananchi wamtaki atapisha kwenye madaraka, kwa sababu wananchi ndio wenye mamlaka. Mnangang'ania madaraka kwa sababu mkubaliki, mnajipenda nyie kuliko mnavyopenda nchi hii watu wanaoweza kutoa maisha yao kwa ajili ya nchi ni watu wanaoipenda nchi kuliko wanavyojipenda na wanapenda future ya watoto wao wewe unajipenda kwa sababu mko madarakani mnafanya ufisadi mnachukua mali za nchi mnazitumia mnavyotaka ndio maana mko tayari kumuumiza yoyote kwa sababu ya kulinda madaraka yenu hao watu ambao hawawezi kutengeneza hata pini wanampigia nani kifua hapo Hatuna hata kiwanda cha pini, yaani tukifungiwa toothpick tu hatuna. Made in China. Hasa ukiwaona wamevaa suti, wanaongea na kutisha tisha, wanalindwa na vyombo vya dola, utafikiri wana uwezo. Hamna kitu. tusisi, mbyadoro, wana uwezo kututisha tu sisi, kutuumiza sisi tusiokuwa na vyombo vya dola, lakini wanaiharibu nchi. Na nyie vijana ni wajibu wenu, mna kesho nyingi. Msikubali mtu asikutishe kwamba utapoteza switch chuo. Chuo hakijawahi kuwa uhai wa mtu. Kuna watu wameondolewa chuoni na wakarudi wakasoma. Someni historia za watu wakina Malcolm X walinyanyaswa wakakamatwa wakawekwa gerezani na akasoma akiwa gerezani, na akaja kuwa mtu maarufu. Hakuna mtu anashikilia destiny yako, Mungu peke yake ndo ameshikilia uhai wako na destiny yako. Kwa mtu asikwambie, mimi ni VC, ili mradi huvunji sheria, ili mradi hutoki nje ya sheria za... nani ajabu kwamba kwenye nchi hii sisi wapinzani ndo tunaikumbusha serikali kufuata sheria. Ni nchi ya ajabu hii. Nchi zingine wapinzani ndo wanaambiwa na serikali fuateni sheria, sisi tunaikumbusha serikali ya sisi mkuache impunity na kufuata sheria, ingawa ni sheria mbovu.